Kwa tukio hili la uchangiaji wa damu au uzinduzi wa uchangiaji wa damu mkoa wa Dar es Salaam, vyuo vikuu na vyuo vya kati e, tumeweza kushirikiana na kampuni ya Halotel kwa ajili ya kwenda kuongeza chachu na hamasa juu ya utekelezaji wa ajenda ya uchangiaji wa damu nchini kwa hiyo mtaona mamia ya Watanzania, mamia ya wanafunzi ambao wamejumuika na siku ya leo. Lengo ni kwenda kuinua akina mama wajawazito pamoja na watoto vitandani. Kwa hiyo tajeti yetu ni kukusanya chupa mia tano za damu kwa hivi vio kadhaa ambavyo vimechaguliwa kufikiwa. Na kwa siku ya leo e, ni uzinduzi tu wa kampeni hii ambayo inazinduliwa rasmi. Hamasa, watu wamehamasika kuchangia damu, maana wengine sio mara ya kwanza. Mfano, tungekuwa pia na mchangiaji wa damu ambaye ndiye anayoongoza nchi nzima ambaye amechangia mara 108 yuko pale KSMC, yuko njiani kuhudhuria tukio hili. Yote ni kwa ajili ya kuongeza hamasa. Wito wangu kwa jamii pamoja na vijana asasa, vijana wa vio, pengine mnaweza mkajiuliza kwa nini Haloteli wa kushirikiana uh, na benki ya damu wamelenga vijana wavio na sio kwenye makanisa na makundi mengine. Jibu ni moja tu ni kwa sababu vijana wa vyuo ni sehemu ambayo wanasoma lakini wanaweza kuwa na mabalozi wazuri, waalimu wazuri, wanapoenda kwenye jamii zetu kwenda kuwafundisha, kwenda ku, ku, ku, kuangaza kuchomoza hii elimu ya uchangiaji wa damu wa hiari, na kila mmoja katambua ya kwamba hakuna kiwanda cha damu, hakuna kisima cha damu, hakuna benki ya damu, na hivyo ni muhimu kila kwa jamii, kila familia kuwekeza hisa zake, akiba yake kwenye benki ya damu salama kwa ajili ya kesho. Kauli mbiu yetu ni usalama wa mama na mtoto ni jukumu letu sote, changia damu, okoa maisha. Tumeungana na kitengo cha damu salama katika kuelimisha, kuhamasisha, lakini katika zoezi la kutoa damu na hii project, tunazunguka kwenye vyuo mbalimbali hapa Tanzania, Dar es Salaam katika kuelimisha na kuhamasisha project nzima ya kutoa damu. Sasa swala la kutoa damu ni swala la jamii yote na hii damu inaenda kuwasaidia wagonjwa wa mama wanaojifungua, watoto, wagonjwa wa VVU, watu ambao wa ni wahanga wa ajali na wagonjwa wengine ambao wanahitaji damu, na kama Halotel tumeona kwamba tushike mkono kitengo cha damu salama katika hii project nzima, kwa sababu kama Halotel, tumejikita kufika kila mtanzania katika jamii yetu, kama tuweze kukufikia kwa kwa ajili ya mawasiliano, basi tuweze kukufikia kwa namna nyingine na tuko kwenye viwanja hapa vya Excellent College na ni chuo chetu cha kwanza katika uzinduzi huu wetu wa leo kwenye hii program, na wana Halotel tuko hapa kuhamasisha jamii kuhusu damu salama, lakini pia kukufikishia huduma wewe mteja wetu wa Halotel, hata ambaye sio mteja wetu wa Halotel. Naitwa Madam Stella Mbuya, umekuja hapa pamoja na wafanyakazi wenzangu kwa ajili ya kwa kuwachangia damu. Na nipende kuambia kwamba sio mara yangu ya kwanza kuchangia damu. Niliwahi kuchangia elfu mbili na kumi na nane, elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na ishirini. Kwa nimepata ajali kwa hiyo sikuwa tena naweza kuja kuchangia damu. Lakini mwaka huu, ishirini na tano, nimeguswa kwa ajili ya kuchangia damu. Kwa sababu kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki ambao waliwahi kupata matatizo ya damu na kwa kuwapigia damu salama wamiweza, waliweza kunisaidia na wagonjwa wangu kuweza kupata huduma hii ya damu. Nitoe rai kwa wale ambao wenye mila potofu kwamba unapochangia damu, damu yako inaisha au utaumwa na kichwa au, au, ni uongo. Mimi mwenyewe ni shuhuda, kwa sababu nimeshachangia, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Nimechangia na hakuna lolote ambalo nimenipata, na nimechangia tena. Na niwaombe wale mliopo, ambao mnaogopa, mje kuchangia damu. Changia damu, damu salama okoa maisha, tuweze kuokoa maisha ya Tanzania wengine. Jina naitwa Charles Felix Rusasi, ni mwanafunzi wa chuo cha Excellent College kilichopo Boko, dar es Salaam. Hii ni mara yangu ya sita kama sikosee, kuchangia damu. Napenda kuchukua nafasi hii kuyasa jamii na kuwatangazia wale wanafunzi wenzangu wanaoona jumbe hii mtandaoni na mahali popote pale, napenda kuchukua nafasi hii kuwashauri, naombeni mchangie damu kwa sababu wapo watu wengi huko mtaani, watu wenye shida mbalimbali mbali, wenye uhitaji wa damu na damu haizalishwi mahali popote isipokuwa sisi ambao tu usalama na wenye damu ambayo ni safi kuwapatia wale wenzetu wenye uhitaji. Wapo wamama wanaojifungua wanauhitaji wa damu, wapo wanaopata ajali mabarabarani wanauhitaji wa damu, wapo watoto wanaozaliwa wanahitaji wa damu. Kwa hiyo uchangiaji wa damu ni salama, kwani mwenyewe ni muhusika na ninashuhuda hiyo jamani. Naombeni mchangie damu, wachangia wenye uhitaji salama, asante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 2025 kwa awamu ya pili. Pia muula mpya wa masomo kwa kosi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 january 2025. kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.